Israel imefanya mashambulizi makali dhidi ya maeneo mbalimbali ya Iran usiku wa kuamkia leo, ikilenga zana za nyuklia, wanasayansi na viongozi wa kijeshi. Kwa mujibu wa televisheni ya serikali ya Iran, mkuu wa Kikosi Maalum wa Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Meja Hossein Salami ni miongoni mwa waliouawa. Wengine waliouawa ni mbunge na mwanasayansi wa nyuklia Feyyudin Abbasi, mkuu wa chuo kikuu cha teknolojia cha Azzad mjini Tehran, Mohammad Mehdi, Gholamali Rashid ambaye ni kamanda wa makao makuu ya Khatam-al Anbiya, Mohammad Bagheri ambaye ni mkuu wa majeshi ya Iran. Ali Shakani, mshauri mkuu wa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, amejeruhiwa vibaya. Kwa mujibu wa ripoti za Iran, kumeripotiwa pia vifo vya raia wakiwemo watoto. <coughs> Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amedai kuwa mashambulizi hayo yanadhamiria kuzuia Iran kuendeleza programu yake ya nyuklia ambayo amesema ni hatari kwa usalama wa Israel. Moments ago Israel launched Operation Rising Lion.

We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Miongoni mwa mji yaliyoshambuliwa ni mji mkuu Teheran, Qom na Tabriz. Uh, uh, guess... Wizara ya uchukuzi ya Israel imefunga anga la nchi hiyo huku jeshi likisema linatazamia mashambulizi kutoka Iran wakati wowote. Iran nayo imefunga anga lake sawa na taifa jirani la Iraq. Kevin Sewe, Mwanzo TV.